Bana Engineer, nimepanda ndege ndio kwa mara ya kwanza. Shehe, uko mzima? peke yangu nimepanda ndege kumbe. Unataka nifanyeje? Kwanza sikiliza, nikwambie nakula na, na, na enjoy Unajua unapoitwa kwenye futari nah. Yes, ka ni na kama hivi mama, nimeitwa nijeni futari. Na futari ndio ungwana wa nchi hii, sio vita. Hatutaki vita sisi, lakini hata watu wako kule. Ah mimi nimeonyeshwa kwa Mzee Saidi, pita huku, kambia sawa. Si ndio wenyeji nyinyi? Uadui, uadui kabisa kabisa. Kwa hiyo ina maana walikuwa wanatakiwa watoe kwenye gazeti kubwa, hey. Picha za watu wa Simba kuwa wamefika, wamehudhuria iftari kwa niaba ya viongozi. Iftari, amna haja ya kumtaja kiongozi. Iftari hey. Dini ya like Kiislamu. Naam. Na hapo no. Kiislam, ukikataa kwenda kuftari kwa kwa mtu aliyekualika, Allahu Akbar. Maneno kwa sababu umemkataa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi sijaja kwa ajili ya mpira yeah. yeah. mimi nimekuja kwa ajili yeah, ya ibada yeah. Yeah. ya Ramadhani ambaye nimealikwa na ndugu yangu ambaye ni Muislamu Bismillah mwenzangu. Bismillah inatoa